Ya Ligi mm. ilifafishwa hivi kanuni mm. kwenye talia 8. Okay. Vile Simba alivyoandika ile barua atucheze. Mm. Na mguto asubuhi ile saa 4 waliposema game iko pale pale. Mm. Mimi nakuahidi na na kuwapia naku, naku, kwa Mungu. Mm. Kama wangeshikilia msimamo wao ule ule wa Bodia Ligi, kwamba mechi kwamba mechi ipo. Mm. Simba angeleta timu. Angenaita. Angenaita timu bwana wewe. Mm. E, kwa sababu hakuna kanuni na wasemwa mtu akizuiwa kufanya mazoezi moja asicheze mpira, Simba singeshikilia msimamo wao kwa sababu angekuwa hana kanuni zinazomfeva. Yes, lazima ingeleta timu uwanjani hmm, na mbunge ingepigwa. Wale baada ya game sasa, sisi tutakanuni sasa, nasema baada ya game simgeadhibiwa. Eh, hey, sikamata saa sabini na mbili ingekaa ingeadhibu hiyo Yanga kwa sababu mabonso wake ume nani, umezuia Simba na mabonso wa uzuri, mabonso sio mashabiki, maana wanajulikana mabonso wa Yanga na nani. Mm. Wao ngeambiwa watu bwana wewe, fulani wewe fulani wewe flani, nataka kuona uwanja wa taifa na uwanja wote, ambao mechi zote ambazo tunasimamia na na na, na, na, na, bodi ya ligi. Ilikuwa ni kitu kidogo tu, simple like that. Kidogo sana. Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba kumbe mechi ingechezwa na wale waliosababisha usumbufu kwa simba tarehe saba wangechukuliwa hatua, kwa maana ya kupigwa faini au kufungiwa. Kumbe haya yote, tusingefika huku tusingefika huku, na wenyewe Simba wasema kama nini, video walichukua na video pale, mabaunsa wa Yanga wanajulikana kina Carlos wale tunawajua. Mm. eh hey, kwa hiyo ingeonekana pala, kumbe ni Carlos, kumbe ni fulani, kumbe ni Raiu Kaisi, kumbe ni umeona. Eh basi, wale wangeambiwa, wangepewa barua ya yanga bwana au mabaunsa wao wanataka kuwaona katika mechi zote ambazo zinahusu naandaliwa na bodi ya ligi kwa muda fulani, simba basi e, na faini milioni tano ya klabu hiyo, hapo mambo imeisha. mm. E, kwa sababu wale sio mashabiki, useme utampata wapi shabiki fulani umfananishe? Hapana, wale wanajulikana, hata wale mashabiki mwana Jessica alishafungiwa bwana Jessica mm. Yanga kuingia, kwa sababu aligombana na yule bigi wa Simba eh. Kwa hiyo yes, dr Momo mbona kafungiwa? Kwa hiyo if you don't unataka wenyewe bodi ya ligi ndio maana bodi ya ligi haina meno hai Yes, singeshirikia msimamo wake. Yes, ingeshirikia msimamo wake ule wa mwanzo. <tipulikana>